Na wakenya wenye virusi vya HIV wale wanaougua saratani na kifua wa kikuu wanalitaka bunge kufanyia mabadiliko mkataba kati ya Kenya na milki ya kiarabu UAE ambao wanasema utapandisha bei ya dawa wanazotumia. Shirika la Eco News linaloongoza mchakato wa kupiga msasa mkataba huo linasema baadhi ya vipengee vinazipatia kampuni chache idhini ya kutengeneza na kuuza dawa fulani kwa zaidi ya miaka mitano. Kulingana nao, hatua hii na wapa wachache ukiritimba utakaoongeza bei ya dawa hizo

Is going to be impossible for one to continue fighting. Kuna weakness katika sheria. Manake ukiangalia kuna ile provision ya public participation ambayo katika mikataba ya kiuchumi inakuja baada ya bunge kupata mkataba. So mkataba unasainiwa una, unajadiliwa unasainiwa, then ukifika bungeni ndio wanaanza kusema wacha tujadiliane public participation. Hiyo ni makosa manake, inafaa majadiliano yaanze kabla ya mkataba kutiwa saini.